Ni kijana mwenye umri wa miaka kumi na saba pekee, mwenye asili ya Nyanza, Kaunti ya Siaya, nchini Kenya, aliwasili jijini Dar es Salaam, Tanzania. Alikuwa amezuiwa kuendelea na masomo ya sekondari alipokuwa akisoma shule ya juu ya Maranda, iliyopo Siaya. Zilikuwa zama za ukoloni. Dola ya Uingereza ilikuwa imetamia nchi ya Kenya. Jamii ya Luo ndiyo asili ya kijana huyo. Kukataliwa kuendelea na masomo ya juu nchini Kenya kulikuwa malipo ya gharama ya harakati za baba yake mzazi, alikuwa mstari wa mbele kupambana kuiondoa dola kikoloni nchini humo. Hii ni simulizi yenye umri wa miaka sitini na tatu ilitokea mwaka 1962. Kijana aliyebeba uhusika jina lake ni Raila Amolo Odinga, mwana wa Mary Juma Odinga na Jaramogi Oginga Odinga. Ni zama ambazo hakukuwa na nchi iliyoitwa Tanzania, bali ni Tanganyika. Uhuru wa Tanganyika ulikuwa bado mbichi na haikuwa Jamhuri, isipokuwa dola chini ya Katiba ya Kifalme. Baba wa Taifa la Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hakuwa rais, alikuwa ni waziri mkuu akifanya kazi chini ya Malkia Elizabeth wa Uingereza. Kupitia kitabu cha maisha yake The Flame of Freedom, Raila alasimulia walivyosafiri kwa gari kutoka Siaya akiwa na wenzake wawili, Oudia Okello na Mirullo Okello. Walipofika nchini Tanzania walipewa hati ya kusafiria za Tanganyika, wakasafiri hadi Cairo nchini Misri kwa ndege ya shirika la Ufaransa, kisha Ujerumani Mashariki. Alipofika Ujerumani Mashariki alijiunga na taasisi ya Helda alikomalizia elimu ya sekondari, kisha alisoma na kuhitimu shahada ya uhandisi wa mitambo chuo kikuu cha Magdeburg kilichopo Magdeburg nchini Ujerumani. Aliishi Ujerumani takribani miaka minane kuanzia mwaka 1962 hadi mwaka 1970. Kisha alirejea nchini Kenya akiwa ametimiza lengo la msako wa elimu. Wakati wote ukisikia Raila anatajwa kuwa raia wa Tanganyika au Tanzania, jibu ni kwamba katika nyakati za ukoloni ilibidi azime uraia wa Tanganyika kwa kibali cha Mwalimu Nyerere. Ili apate hati ya kusafiria ya Tanganyika, akasafiri hadi masomoni nchini Ujerumani akitambulika kama Mtanganyika. Jumatatu Oktoba 15 mwaka 2025 siku moja baada ya kumbukumbu ya miaka 26 ya kifo cha Mwalimu Nyerere, Raila alipata shambulio la moyo akiwa anafanya matembezi mepesi na kufariki dunia. Raira alikuwa akipata matibabu katika hospitali ya Tulam iliyoko Kerawa nchini India, ambako ndiko alikokutwa na omauti. Mwanzo wa siasa za Raira zilikuwa ni zipi? Mnamo mwaka 1970 Raira alirejea Kenya baada ya kumalizia masomo yake nchini Ujerumani, na mwaka 1974 aliteuliwa kuwa meneja mkuu wa shirika la viwango vya Kenya, KBS. Mwaka 1978 alipanda cheo kuwa naibu mkurugenzi hadi mwaka 1982, alipojikuta matatani baada ya jaribio la mapinduzi dhidi ya Rais Daniel Arap Moi lililofanywa na kundi la askari wa jeshi la anga likiongozwa na Ezekia Uchuka. Baada ya jaribio hilo kushindikana, Raila alikamatwa akihusishwa na kupanga uasi huo na kufungwa kwa takribani miaka kumi hivi katika vipindi tofauti vya nyela kizuizini na mahabusu. Mateso hayo yakawa mwanzo wa mwelekeo mpya katika maisha yake ya kisiasa. Alipotoka gerezani, Raila hakujiona kama mhalifu, bali kama shujaa wa demokrasia. Alidhamiria kupigania mfumo wa vyama vingi na haki ya wananchi. Tangu wakati huo alijipambanua kama kiongozi jasiri na nguzo ya siasa za ushindani nchini Kenya. Kifo chake kimewacha kumbukumbu ya mwanasiasa aliyejitoa kwa ujasiri, ambaye licha ya kufanikiwa kushinda urais alifanikiwa kwa kiasi kikubwa kuimarisha misingi ya demokrasia nchini humo. Tingatinga Raila mwaka 1994 Raila alipojiunga na chama cha maendeleo ya kitaifa NDP kutoka Ford Kenya, ilizaliwa kauli mbiu ya tinga, kifupi cha tingatinga. Awali tinga ilikuwa kauli mbiu ya chama, lakini baadaye ikajitengeneza zaidi kama jina la utani la utani la Raila. Tingatinga huchonga barabara, lakini ikishoweka lami huwa hairuhusiwi kupita juu yake, maana itaharibu kama hivyo sifa ya jina tinga, ndivyo ilivyokuwa Raila amechonga barabara ya kisiasa nchini Kenya, amekuwa chemchemi ya demokrasia na ujio wa mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini humo. Ndani ya miaka 25 aligombea urais mara tano bila mafanikio. Mwaka 1997 lilikuwa jaribio lake la kwanza na mwaka 2022 lilikuwa 22 la tano. Kwa miaka 43 iliyotimia, Raila ni mwanasiasa aliyefanikisha mengi bila kushoka. Kenya ni bora leo kwa sababu ya huduma alizozitoa. Mwandishi gwiji wa Kenya na Afrika Kusini, Profesa Ngugi wa Thiong'o, aliwahi kuandika kuhusu Raila juu ya ujasiri aliuonesha kwa kuvumilia mateso jela kwa ajili ya kupigania mfumo wa demokrasia wa vyama vingi. Ngugi aliandika kuhusu mateso ambayo Raila alipata akiwa gerezani. Alimpoteza mama yake mzazi akiwa nyuma ya nondo, na wala hakutetereka. Mtaalamu huyo wa fasihi andishi duniani aliandika kuwa Raila alipotoka jela akwenda nyumbani kwake, alimfuata na kumshawishi kungana naye ili kuendeleza harakati za kupigania mfumo wa vyama vingi vya, vya siasa. Ngugi Alisema harakati hizo ndizo zilizochochea mabadiliko na Kenya kupokea mfumo wa vyama vingi vya, vya siasa. Madhumuni ya Ngugi yalikuwa kutaka watu kufahamu kwamba Raila si mtu muoga bali ni mpambanaji. Kenya ilipofanya uchaguzi mkuu wa mwaka uliohusisha vyama vingi vya siasa 1992, aliuendea uchaguzi huo kwa tabasamu. Alikuwa mshindi Alifanikisha malengo, alichonga barabara ya demokrasia, alivutia Afrika na dunia. Oktoba mwaka 1991, Raila alikimbia nchi na kwenda mafichoni nchini Norway baada ya kunusurika kuuawa mara kadhaa. Alisema serikali ya Kenya chini ya Moi ilikusudia kumua ili kumnyamazisha kabisa, asiendelee kuikosoa. Uchaguzi mkuu wa Kenya uliofanyika mwaka 1992, Raila hakugombea urais alirejea Kenya kutoka hamishoni Norway na kuungana na baba yake Jalamogi Odinga, aliyekuwa watatu nyuma ya Moi na Kenneth Matiba. Raila aligombea ubunge wa jimbo la Ngata na kushinda, alipoongoza jimbo hilo kwa miaka ishirini na kuwahi kushindwa uchaguzi wa ubunge mara zote alipogombea. Mara baada ya uchaguzi mkuu mwaka 1997 aliposhindwa kiti cha urais alifanya mapatano na Moi, kisha chama chake cha NDP kikaungana chama tawala cha Kenya African Nation Union, KANU. Baada ya kuungana na Moi alipanda ngazi mpaka kuwa katibu mkuu wa KANU. Raila kuwa katibu mkuu wa KANU ulikuwa ushindi mwingine, ulikuwa ushindi wa nguvu zake kiasi cha kumlazimu Rais Moi kufanya naye mazungumzo na hata kumpokea kuwa katibu mkuu wa KANU, kisha akafanya kuwa waziri wa nishati. Kwa wananchi wa Nyanza, eneo analotokea Raila, kwa miaka mingi lilikuwa halina maendeleo na kukosa huduma za msingi kutoka serikalini kutokana na siasa za upinzani za Jaramogi, baba yake, na Raila mwenyewe. Nyanza iliwakumbatia Jaramogi na Raila na kwa kitendo hicho, pamoja na siasa za ukabila Kenya, Moi akaamua kulitenga eneo hilo. Baada ya Raila kuungana na Moi, Nyanza ilianza kupata maendeleo na huduma nyingine za msingi kutoka serikalini. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2002, wengi walidhani Moi atampiga chapuo Raila kuwa mrithi wake, lakini kinyume chake alimchagua Uhuru Kenyatta. Raila aliungana na wanasiasa wengine wakubwa wa KANU kumsusia Moi na uhuru wake. Wakaanzisha ushiriki wa kisiasa wa National Rainbow Coalition ambao ulijulikana kama NARC. NARC huw alimteua Mwai Kibaki kuwa mgombea wake wa urais. Raila alibeba tiketi ya Kibaki na kuzunguka Kenya nzima akiomba achaguliwe dhidi ya Uhuru. Alifika mlima Kenya, nyumbani kwa Uhuru na Kibaki, akaeleza kwa nini Kibaki na si Uhuru. Wananchi waliitikia na kukubali maneno yake. Kibaki alishinda. Si hivyo tu, KANU iliondoka kwenye uongozi wa siasa za nchi na kugeuka kuwa chama kikuu cha upinzani. Kitendo cha kuiangusha KANU na Moi kisha kumwingiza madarakani Kibaki kilitafsiriwa kama ushindi mkubwa kwa Raila. Makubaliano yaliyoundwa na NARC mwaka 2002 yalijengwa juu ya sharti kuwa kama Kibaki angeshinda urais basi angemteua Raila kuwa waziri wake mkuu, ila matokeo yake Kibaki akutekeleza ya hilo. Alimfanya Raila kuwa waziri wa barabara, ujenzi wa umma na nyumba. Raila alihudumu wizara hiyo kwa miaka miwili na miezi kumi pekee. Baada ya hapo, alisimama kama mpinzani halisi, chanzo kikiwa ni mabadiliko ya katiba ya mwaka elfu mbili na tano Raila aliona mabadiliko hayo hayakuwa na tija kwa Kenya. Ndani ya bunge la katiba, alishiriki vilivyo kuzalisha kwa vuguvugu vugu la Orange Democratic Movement ODM lililopinga rasimu hiyo. Serikali ya rais Mwai Kibaki iliongoza kampeni ya ndiyo, huku Raila na ODM wakipiga debe kampeni yao ya hapana. Kura ya maoni ya Novemba 21 mwaka 2005 ilimalizika kwa asilimia 58.35 ya Wakenya kupinga rasimu hiyo, hivyo rasimu hiyo haikupitishwa. Baada ya kushindwa kwa mabadiliko hayo, ODM ilisajiliwa kama chama cha siasa na Raila akawa kiongozi wake. Kutokana na tofauti zake na Kibaki, aliondoka baraza la mawaziri na kuongoza upinzani. Uchaguzi mkuu wa 2007 uliokuwa na ushindani mkali kati ya Kibaki na Raila uliishia katika vuguvugu na vifo baada ya kila upande kudai ushindi. Hali hiyo ilisababisha Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kuingilia kati chini ya usuluhishi wa aliyekuwa rais wa Tanzania awamu yenne, ya nne, Rais Jakaya Kikwete. Matokeo yake Kibaki aliendelea kuwa rais na Raila akawa waziri mkuu wa kwanza katika historia ya Kenya. Machafuko ya 2007 hadi 2008 yaliyoweka msingi wa katiba mpya ya mwaka 2010 iliyoongeza uwajibikaji na uhuru wa taasisi. Raila alihusishwa na mafanikio hayo kama mpigania demokrasia. Katiba hiyo iliruhusu mahakama ya juu kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa 2017, kesi iliyowasilishwa na Raila kupinga ushindi wa Uhuru Kenyatta. Katika maisha yake ya kisiasa, Raila alifanya maridhiano na marais wote wa Kenya akianza na Moi Kibaki, Uhuru na kisha Ruto, akiweka alama ya umoja na upatanisho. Wakenya wanamwita Baba au Tinga, majina yaliyoakisi heshima yake. Mwaka 2024 alijaribu kugombea nafasi ya mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika bila mafanikio. Ilikuwa mwanga, na sasa ni giza. Raila amelala. Tuendelee kumwombea, apumzike kwa amani. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kufuatilia kurasa zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.